Moja, tunaanza na habari kwamba jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika SADC imechukua uamuzi wa kusitisha uwepo wa kikosi chake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuwapoteza mwezi Januari, zaidi ya wanajeshi kumi katika vita kwenye eneo hilo. Uamuzi huo umetangazwa wakati serikali ya Kongo ikitarajiwa wiki ijayo kufanya mazungumzo na waasi wa M23 nchini Angola. Bakari Ubena na ripoti kamili. Nchi 16 za jumuiya hiyo ya SADC zimechukua uamuzi huo leo baada ya kukamilika mkutano wa kilele kuhusu mzozo wa mashariki mwa Kongo ambao umeshuhudia miongo mitatu ya machafuko na kusababisha vifo vya mamilioni ya watu. Uamuzi huo unaeleza kuwa vikosi vya jumuiya hiyo vinavyofahamika kama SAMI DRC vitaanza kuondoka nchini Kongo kwa hatua, kama alivyothibitisha mwenyekiti wa SADC na Rais wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa. This Mkutano huu maalum umepitisha uamuzi wa kijasiri wa kuondoa ujumbe wetu wa kulinda amani kutoka mashariki mwa Kongo. Ni lazima tuharakishe utekelezaji wa maamuzi yaliyofikiwa wakati wa mkutano wa pamoja wa SADC EAC, ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa mchakato ya amani ya Rwanda na Nairobi. Zaidi ya hayo, mazungumzo ni msingi muhimu wa kuwahakikishia watu wa Kongo amani ya kudumu. Wakati ujumbe wetu ukiwa katika hatua za kujiondoa, tunaomba ushirikiano wa kuwezesha hatua hiyo na ya kuhamisha vifaa vyetu ujumbe wa SADC huko Kongo unaundwa na wanajeshi kutoka mataifa ya Malawi, Tanzania na Afrika Kusini, na ulitumwa mwezi Desemba mwaka elfu mbili ishirini na tatu kuisaidia serikali ya DRC ambayo pia ni mwanachama wa SADC kurejesha amani na usalama, tangu waasi wa M23 walipoanzisha uvamizi wao na kuiteka miji ya Goma na Bukavu. Afrika Kusini ilipoteza mwezi Januari wanajeshi kumi na wanne kutoka kikosi hicho cha SAMIDRC na wawili kutoka ujumbe tofauti wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa. Wanajeshi watatu wa Malawi pia waliuawa huku Tanzania ikithibitisha vifo vya wanajeshi wake wawili. Afrika Kusini ndiyo ilituma idadi kubwa ya wanajeshi katika kikosi hicho ambao wanakadiriwa kufikia elfu moja lakini serikali imekuwa ikikabiliwa na shinikizo la ndani la kutaka wanajeshi waliosalia huko Kongo waondolewe. Malawi mwezi Februari iliamuru jeshi lake kujiandaa na mchakato wa kujiondoa nchini Kongo. Uamuzi huu wa SADC unakuja siku moja baada ya Angola kutangaza kuwa mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Kongo na kundi la waasi wa M23 linaloungwa mkono na Rwanda yataanza wiki ijayo mnamo Machi 18, licha ya watawala wa Kongo kukataa mara kadhaa kukaa meza moja na waasi hao ambao inawachukulia kama magaidi. Baadhi ya vyanzo kutoka serikalini huko mjini Kinshasa vimeliambia shirika la habari la Reuters kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafikiria kutuma wa wakilishi kwenye mazungumzo hayo ya amani nchini Angola. Taarifa ya mkutano huo imeidhinisha azma ya kuwepo suluhu la kisiasa na kidiplomasia katika mzozo huo na kuitaka jumuiya ya kimataifa kushughulikia mzozo wa kibinadamu unaoendelea kutanuka katika eneo hilo la mashariki mwa Kongo.